Serikali inatambua changamoto wanazokabiliana nazo watu wenye ualbino. Serikali imechukua hatua kadhaa kusaidia matibabu ya kinga ya saratani ya ngozi ngozi kwa we watu wenye ualbino kwa kutekeleza yafuatayo: moja, kuanzisha vituo maalum vya uchunguzi na matibabu ya saratani ya ngozi katika hospitali mbalimbali nchini, ili kuhakikisha watu wenye ualbino wanapata huduma hizo kwa urahisi. Mbili, kuimarisha upatikanaji na usambazaji wa vifaa kinga ikiwemo mafuta maalum ya kujikinga ya na jua ambayo yamejumuishwa kwenye bidhaa za afya zinazoagizwa na bohari kuu ya dawa yaani MSD. Tatu, serikali imeandaa mpango kazi wa taifa wa haki na ustawi wa watu wenye ualbino unaolenga kuboresha hali ya maisha ya watu wenye ualbino kwa kuimarisha huduma za afya, elimu na ulinzi dhidi ya saratani ya ngozi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Shali Raymond, swali la nyongeza. Swali la kwanza, ualbino unatokea kutokana na wazazi wauna mbili kuwa na zile chromosomes za aina fulani. Je, elimu inatolewaje ili watu hao sasa wasiende tena kukutana au kuoana ili waongezeke kwa kasi, hilo ni la kwanza. Swali la pili, kwa kuwa vifaa hivyo umevitaja, eneo linalofahamika zaidi ni hospitali ya KCMC. Je, inawezekana sasa kutoa vifaa hivyo kwenye hospitali za rufaa na kushusha kwenye vituo vya afya hadi kwenye dispensaries? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. E, Mheshimiwa Spika e, e, kwanza nimpongeze mheshimiwa mbunge e, kwa namna ambavyo amekuwa akifanya kazi nzuri sana kwenye wilaya zetu. Sisi wabunge ambao tunatokea mkoa wa Kilimanjaro tunakushukuru sana dada yangu, kwa jinsi ambavyo unawahudumia akinamama kwenye hili eneo lako. Lakini e, swali lake la kwanza e, kwamba kuhamasisha watu ambao wana uwezekano wa kupata mtoto albino wasioane Eh, hilo ni gumu kidogo kwa sababu wanaanza kupendana hata kabla ya, ku, ya ku, kunani hii ya, ya kuanza kupima mambo mengine. Kwa hiyo sasa wakati mwingine na hilo nalo ukilichukua kama serikali, inabidi tuwe makini sana kwenye swala so zima la, la unyanyapaa na mambo mengine yanayofanana nayo. Tunalichukua kulitafakari, lakini ni ngumu sana Eh, tu namna ya kulitekeleza ijapo inajulikana sababu hizo lakini tunafikiri sio swala la kusungumza sana ili kuondoa unyanyapaa na, ku, na kupunguza mambo mengine ya aina hiyo. Lakini swali lake la pili eh, anasema KSMC. KSMC kwanza, nitumie fursa hii kwa kuipongeza KSMC. KSMC wao wamefika mbali, hayo mafuta wana kiwanda chao cha kuzalisha wenyewe, kwa hiyo niwapongeze sana hospitali ya KSMC lakini pia Eh, niseme ni ndio maana tumeweka kwenye bidhaa zinazosambazwa na MSD. Maana yake MSD inasambaza mpaka vituo vyetu vya afya dispensary, kuhakikisha tunapatikana. Kikubwa ni kuwaomba ma-DMO pamoja na, na wafamasia wa wilaya katika hizi bidhaa, inawezekana wakati mwingine hazifiki huko chini, sio kwamba hazisambazwi. Mara nyingi wanachoangalia MSD ni maombi kutoka wilaya husika. Niwahamasishe maDMO watambue watu wenye ualbino kwenye maeneo yao, alafu sasa waweze kuweka hizi bidhaa kwenye bidhaa wanazoagiza ili waweze kupata huduma huko huko mawilayani kwao.